Mwanaume hmm. analala na wewe kabla hajakuoa kuoa. hmm. alafu mnakuja naye kanisani anakuoa, mkiingia ndani ya ndoa, means atalala na mwanamke mwingine akiwa amekuoa, kwa sababu kitendo cha kulala na wewe kabla sijakuoa maanake, hivyo ndivyo mimi nilivyo. Kwa hiyo wewe unapokuja kwangu kuapa awe mumeo, Mungu anapoangalia, unaapa kuambatana na malaya, ni mtu ambaye hamuheshimu Mungu. Hmm, sasa hivi we pima tu kidogo, dada angu, asiye mwheshimu bos kazini atamweshimu fanya kazi mwenzie? Kwayo mi niwaombe ni spesli eh, walichosema pasta hicho. Wanga wakubwa wanaoteseka na hii kitu ni wadada wakubwa sana yeah. Kwa sababu sisi wanaume tunapokwenda kwa mwanamke huwa tunajua tunachotaka. Ninyi huwa mnajaribu, hmm, na tkuta binti anakuja kanisani kushtakia pasta ya, ni mwanaume mzuri lakini shida yake anataka ni mpe simpe. Kwangu mimi hiyo ni disqualification, huyo mtu hakufai. Mfano wa mwisho, imagine mwanaume unakutana naye safari, anakutongoza, mnaanza mahusiano ya ngono, akisha kuoa akasafiri tena. Yaani mlikutana mkiwa mnaenda Kagera kwenye basi, ukaimbishwa, ukajitoa, mnafika mm, Dodoma <laughs> mmesha kubaliana, mm. Sasa kashaa kuoa huko ndani, anakuaga safari nyingine ya Iringa <laughs> au safari nyingine ya Mbeya, we utaishiji huku nyuma na huku ukijua michongo ya yake akiwa anasafiri ni hivi na we <laughs> <wana>, kuheshimu <laughs> <unajio laughs> <kwa mfano. laughs> <laughs> kabla hivi, imagine sasa hivi, dadangu, mwanaume wako ambaye unategemea akuoe, mnapokuwa mnahitaji kuteleza kuanguka kwenye ngono anakuprotect, anakwambia pole mpenzi I know the situation. Ila Mungu ni zaidi yetu tuvumilie. Mbona imebaki miezi miwili tu? Mbona tutaoa? Kuna wanaume namna hiyo pastor? Wapo. Wapo. Yani ukiona ukiona umekutana na kenge. Ah. Ng'ombe <laughs> yupo show still. <laughs> Wali mjusi yupo. Wapo. Ila <laughs> shida tulionao, people they are in hurry. Hivi <laughs> unajua kuna mtu ajui kwa nini anataka kuolewa <clears throat> au kwa nini anataka kuoa? <clears throat> Wapo. Sasa mwanaume anayekulinda hivyo hata akikuoa akakuaga naenda <clears throat> Kagera. You will be at peace. Unajua uwezo wake na utakuwa na kujishikilia. Hata mtu akikuletea ombi, utaambia madevu, hapana, namfahamu where we come from, hmm.